Tumefanikiwa kumkamata mwizi mmoja wa mita eneo la Chekereni Mabogini, anayeitwa Shaffih Kondo aliyeiba mita tisa na kesi yake ilianza, ilia, ilifunguliwa mahakama, ilifunguliwa ma, ilia, ilikuwa mahakama ya mwanzo, na kesi yake imeenda zaidi ya wiki mbili na leo tumefika hapa kwa ajili ya hukumu na mtuhumiwa amethibitika kwamba alifanya wizi huo wa mita na amehukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela. E, kumekuwa na changamoto kubwa e, ya tatizo la wizi wa mita katika mamlaka yetu ya maji Moshi kuanzia mwaka jana e, mwezi wa kumi kutokea wimbi la watu ambao sio waaminifu, wana wanaiba mita lakini wanazipeleka ambako sisi hatujui, na kwa kipindi chote hicho mpaka kufikia sasa ni jumla ya mita mia mbili na kumi na moja e, e, zimeibiwa zenye thamani ya, ya, ya milioni ishirini na mbili na nusu na na hizi mita e, wanachokifanya tunajaribu kuhisia tu kwamba zikana zinaenda kwenye chuma cha kavu, kwa sababu ukiangalia necha ya mita, jinsi zinavyoibiwa unagundua kabisa kwamba kwanza wanaanza wanaiba ile mifuniko ya kwenye zile mita. Baada ya hapo inakuza zinaibiwa mita, sasa mwisho wa siku tunaanza kuhisia kwamba zinaenda kwenye chuma cha kavu na, na tunaamini kwamba mwisho wa siku tutafahamu ukweli wenyewe kwamba hizi mita zinaenda wapi, lakini kwa ujumla wake wa kweli ni changamoto ni kubwa. Bado tunaendelea e, kusaka wengine ambao wana wana wanahujumu wana hii miundombinu ya maji ambayo serikali inawekeza kwa gharama kubwa na changamoto hii kwa kweli ikiendelea na ikiacho ikiendelea maana yake inaleta adha kubwa sana kwa wananchi. Kwanza e, wananchi wanapokuwa e, mita zimeibiwa, wanakosa huduma ya maji, hiyo ni moja. Lakini pili, wale watu wanavyoiba zile mita wana, wanaondoa zile mita, wanaacha maji yakimwagika. Kwa hiyo mwisho wa siku maji yanapotea, yanapotea. Kwa hiyo, kwa hiyo hiyo ndio maana sisi kama taasisi tumewekeza zaidi kuhakikisha kwamba tunawakamata au waharibifu wote wanaoiba hizi mita, na sasa tumeanza kwa huyu ambaye tayari amesha ameshahukumiwa mwaka mmoja, na hii iliwe fundisho kwa watu wengine. Na sisi maana yake sasa hivi tutaongeza nguvu zaidi kuelekeza kwenye maeneo ambayo bado wanaendelea kuiba hizi mita wangu e, ili ili jambo waliache waliache kwa sababu sisi tuko site. Na nawahakikishia na, tu kwamba wote wanaojihusisha aidha anayeiba na hata anayenunua tutawatia mbaloni kwa sababu sasa sisi tuko serious. Jambo hili linaturudisha nyuma sana, sisi kama taasisi. Kwa hiyo wito wangu kwao ni kwamba hii kazi waache, hii kazi watafute kazi nyingine, hii kazi sio kazi.